Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ametoa wito kwa serikali kuruhusu maandamano ambayo imepangwa kuandaliwa hapo kesho na vijana wa Gen Z. Akizungumza katika uzinduzi wa ujenzi wa shule ya chekechea ya Miritini Maganda, Raila amewahimiza waandamanaji aidha kuzingatia sheria, ikiwemo kutobeba silaha wala kuharibu mali ya umma. Kauli yake imeungwa mkono na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Somad Sharif Nasri na mbunge wa Jomvu Badi Twalib Badi. Polisi meambiwa na polisi, makubaliano ya kwamba tutatoka hapa tufanye maandamano mpaka hapa, alafu baadaye sisi tutatoka tarudi nyumbani bila kuenda kuharibu mali yoyote. Kwayo mimi nasema Wakenya wako na haki hata kesho kweza kufanya maandamano, lakini makubaliano ya kwamba tutaanza hapo na tutaenda mpaka hapo, alafu mambo itakwisha hapo na yule ambaye kwamba hana uwezo wa kuandamana lakini ni lazima aweze kuheshimu maoni yako. a belief in coexistence that is regardless of who you are look at how, yani angalieni nchi vile ilivyo. Unajua, ndio maana Mwenyezi Mungu akatujalia Tuna fikra ya sahau lao... Wakati huo Rel ametoa wito kwa viongozi wa dunia kusimama kidete na kutokubali uwezekano wote wa kuzuka kwa vita vya tatu vya dunia kutokana na mashambulizi yanayoshuhudiwa.

So, wakati hayo wa kijiri, mbunge wa Jovo, Badi Twalib amemtaka kinara wa ODM Raila Odinga kuingilia kati na kuhakikisha swala la ardhi linapata utatuzi wa kudumu, huku akisisitiza mradi wa reli ya kisasa ya SGR kwamba yakishina faidi mkazi wa Mombasa, hususan kutokana na reli ya kutoka Miritini hadi jijini Mombasa aliniambia nikiwa mjumbe, kila aliyejenga maganda, aliye na allotment, asiye na allotment, kutafanyika kitu inaitwa picking. Anayekaa kwenye nyumba yake aliyojenga ndani ya awamu yetu, mpaka apate hati miliki ya ardhi, apate title deed yake ndani ya hii maganda. Nimesikia kuna mengine wanyakuzi ambao wameenda mahakamani. Hatukupinga hiyo hatua. Mimi nitaongea na serikali hii ili mbaya maneno yatatuliwa haraka sana. Mpita Dongo Kundu watu wetu wamelipwa house without land, ni kweli ama si kweli? Mpita SGR watu wetu wamelipwa house without land, leo imekuja commuter train. Hii yanza miritini kwa town, watu wamelipwa house without land. Maana yake ni kumaanisha ikiwa ulilipwa milioni mbili, ulilipwa nyumba bila ardhi. Ali Vincent Benvin TV